Wanafunzi wanatarajiwa kushiriki kikamilifu katika zoezi la upandaji wa miti hususan miti ya matunda. Wanafunzi wanatarajiwa kushiriki kikamilifu katika zoezi la upandaji wa miti hususan miti ya matunda kama njia ya kuhifadhi mazingira na pia kuinua viwango vya lishe bora kwa wakazi wa eneo la Chesikaki katika eneo bunge la Mlima Elgon County ya Bungoma. Wakati wa hafla ya upandaji miti iliyofanyika katika Shule ya Msingi ya Marafiki ya Chesikaki, Chifu eneo hilo Morris Wetala alieleza kuwa miti ya matunda haitasaidia tu kulinda mazingira na kutoa hewa safi, bali pia itakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha lishe ya wa wanafunzi, na kila afisa yeyote wa serikali alipewa nafasi uh, kwenda katika shule yake ambayo alikuwa amesomea na akapande miti Siku ya leo imekuwa siku muhimu. Nataka nishukuru mwalimu mkuu na walimu wa, wa shule hii ya Chesikaki KFM na wanafunzi ambao wamejitokeza, ili kwamba tukafanya hafla hii kufaulu. Siku ya leo tumepanda miti 250 na imekuwa uh, hafla ambayo imekuwa ya kufana sana. Wanafunzi wamechangamkia, na tumepanda miti tukitumai kwamba miti hii itatunzwa. Nataka niombe walimu na wanafunzi pia kwamba tukahakikishe kwamba miti hii inatunzwa ili ikakue, ikatusaidie uh, kwa manufaa mengi ambayo tunatarajia uh, kutoka kwa miti. Uh, shule hii ni shule moja wapo tajika katika eneo hili, imeguza watu wakubwa wakubwa sana ambao wako katika serikali, na ningeomba kwamba pia uh, wengine ambao walisomea katika shule hii wapate siku yote ile, wacha hapa tukapande miti na tukasaidie mazingira haya ili kwamba watoto wetu na eneo letu likapate mvua ya kutosha tukapate kufanya ukulima, kwa sababu mvua inapokuwa ukulima pia inaimarika na utapata chakula ya kutosha. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule hiyo Ben Wafula aliwataka wanafunzi kuhakikisha wanatunza miti waliyoipanda ili iweze kuleta manufaa ya muda mrefu kwa shule na jamii yote ya Chesikaki kwa ujumla. Ningependa kwamba kila mti ambao umepanda unachunga mti wako, kwa maana tunasaidia wanafunzi 700 hapa na tumepanda miti ya kwanza ni mia mbili hamsini na pato tunaendelea. Kwa hivyo kila mti ambao umeupanda, hakikisha unachunga mti wako mpaka ukue. Wakati unatoka hii shule, sherehe itafanywa kwa huo mti wako ambao umeupanda. Hata hivyo mwanafunzi Seril na Nekesa alielezea kufurahishwa kwake na kushiriki katika shughuli hiyo akisema kuwa mbali na kujifunza umuhimu wa miti wanafunzi pia watakuwa na nafasi ya kufurahia matunda wanapoyavuna shuleni Today we have planted 250 trees and I want to tell you importance of trees 1 it attract rain 2 it used for furniture 3 it absorbs carbon dioxide 4 oxide. Four, it give us oxygen Kuna mingine tutapatia matunda na mingine miti mingine Itakuwa inatupatia kivuli. Umuhimu wa miti ni kuvuta hewa safi na mvua ha, ambapo itafanya area yetu ya Chesikaki haitakosa mvua. Wanafunzi na walimu katika hii shule tutajukumika katika kuhifadhi miti ili mazingira yetu katika hii shule na eneo la Chesikaki ikuwe sawasawa sawa. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga Tandao, jina langu ni Bridget Sikuku.